E, huu aligeni mpenzi mwana michezo, asiye mpenzi wa klabu ya Young Africa, leo tunakutana hapa kupeana taarifa mbalimbali za kimichezo, hususan za klabu ya kupendwa ya Young Africa. Na kubwa zaidi hapa ni usajili mpya ambao unaendelea katika klabu ya Yanga. Kuna mambo mengi tunakwenda kuyazungumza, lakini ni zile target za uhakika. Kwa nini dili la Faisal Salm Abdalla alijafanikiwa? Kwa nini wameamua kuhamia kwa mchezaji mwingine na kumsajili mapema na haraka iwezekanavyo, ni vitu ambavyo tunakwenda kuvizungumza hapa. Kwa hiyo kama ndo mara ya kwanza unajiunga na channel hii, usisahau kusubscribe na kutuambia wewe ni shabiki wa Yanga kutokea maeneo gani? Sasa tuanze na habari zetu katika usajili wa timu ya Young Africa mwanzoni hapa siku chache zilizopita, Young Africans wamefanikiwa kumuuza Stefan Aziziki katika klabu ya Wydad Casablanca na jukumu la kwake ili kumalizia msimu limeishia pale, na anaekachukua majukumu ya Stefan Aziziki kucheza katika eneo namba kumi tayari amekabidhiwa Pacome Zuazua. Tunaamini kazi imebaki mahala salama, lakini suala lingine ni kuhusiana na mchezaji wa Si, wa Hazam Sport ambaye ni Faisal Salum Abdalla, hiyi alitegemewa kwamba atakuwa kwa mlisi wa Stefan Azizeki, lakini hilo swala limeshindikana baada ya mambo mengi kuingiliana na Faisal Salum, wengi yake sana ni kucheza katika klabu ya Kaizer Chief. Sasa usajili mwingine ambao Young Africa wamekwenda kuufanya sasa, hapa ndo usajili mkubwa ambao wameufanya Young Africa, ni kwa mchezaji ambaye anatoka katika klabu ya Kaizer Chiefs Huyu anakwenda kupishana na Faisal Salm Abdallah, lakini mchezaji huyu alitolewa kwa mkopo katika klabu ya Stade de Abidjan na amefanya vizuri mno. Ni Omar Amel ambaye ni South Africa, lakini mwenye wasili ya Walabu. Kama unavyoona kwenye picha, yeye amekuwa na kiwango kizuri mno ukisikia okay, usajili wa Ben Koyate utatetemeka kwa sababu ni usajili wa nguvu mno. Ben Koyate anakuja kuchukua namba ya kwake, anakuja kuchukua namba ya Arid Aucho uh, baada ya kuwa na kiwango bora. Arid Aucho si kwamba anaachwa na klabu ya Young Africa, lakini situation ipo namna hii. Young African wanataka kutengeneza timu bora wakiwa pia bado wana wachezaji wa bora lakini, Omar anakuja kucheza nafasi ya Stephen Azeziki, kwa sababu Young Africa wao wanataka namba kumi ambaye ni pasa zaidi mwenye uwezo wa kutengeneza pia nafasi lakini lakini, Pakome Zozo anaweza kufanya kazi hiyo, lakini si kwa ubora kama alivyokuwa anafanya Stephen Azeziki. Kwa hiyo huyu oh, Ben Kouyate na Omar wana quality ya namna hiyo na wanaweza kabisa kuja kuprovide kitu cha namna hiyo. Issue kuhusiana na Clatous Chota Chama, Clatous Chota Chama anakwenda katika klabu ya Azam kuchukua nafasi ya kwake Faisal Salum Bdala, ambaye anakwenda kutumikia katika klabu ya Keza Chief. Na hayo ndio tupo nayo kwa siku ya leo. Usisahau kusubscribe na unaniambia wewe ni shabiki wa Yanga kutokea maeneo gani. Tukutane wakati mwingine na vipindi vingine, asante.